yes vijana ya nani vijana yanatembea na tumekuja kuwambia ukweli tuko ndani sisi nasemanga tu ukweli kabisa ya ya ya ya ya wati ya malava eh? Eh? Watu wa Malava ah, watu wa ODM ndugu yes, zetu tunawashukuru sana. Tunawapenda sana kwa kuamua ndio, kusema ndio ya kwamba umeunga zetu panyako mkono, kwa sababu chama cha DAP kilisimama na baba wakati wa 2022. Sasa ni nini ilikuwa ifanye msimuunga mkono, lakini tumeshukuru kwa, eh, kwa mkondo ambao mmechukua ya yes, kuunga Set Panyako kama mbunge wa Malava. Kabisa. Na nakuambia watu wetu ya Malava mjitokeze, natembea, amefanya kazi yake, amezunguka, sasa ni wewe tu kama mkaazi wewe kama mkaazi wa Malava jitokeze, Dio. Uende upige kura Dio. Wa mama muende nyumbani, wazee tubaki tukichunga kura zetu Dio. na sisi wenyewe Dio. kama vijana yanatembea, tutakuwa tunalinda kura kuanzia asubuhi saa kumi na moja mpaka usiku wa manane, mpaka usiku wa manane saa ngapi? Saa ine, watakuwa na hesabu hizi, tutakuwa tumesha tupata mti yetu itakuwa bwana, mmetufanya kazi mzuri sana yani, hapa tutakuja hapa live tukisherekea. Itakua shere kama si set, tutakua tunasema tu panyako hapo. Hivyo ndio sisi tunataka, Diyo. natembea baba yetu Diyo. Wewe naye tunakushukuru sana Diyo. Sisi kama familia yako Diyo. Umejali, unajali familia unajali wanainji, una sacrifice maisha, umetufunza hata sisi, sisi sahii uoga yakuna Dio. Wewe ndio baba. Dio. Na Wajaluo wetu a, jamani, wameamua ati aa, walikuwa abaki yatima, uh -uh. Na unajua tu kama Wajaluo wenyewe kwa malua kijana walikufa, sisi tukakuwa mayatima, tukaenda kwa, mayatima, tuka tuka tuka kwa baba mm. tukaenda tukakaa huko. Baba akatushika. Sasa wakati baba alienda <laughs> Natembea ni kwa natembea. Na natembea. E. Yeye ni ugopangi. Message kwa Dr. William Samoi Ruto k hiyo ya maneno yako ya kuweka polisi iyo huka, ya kuweka polisi. Wanapiga watu tia kwa sababu wanafanya siasa, na umeona, hakuna mahali unaenda, hiyo kasumba, tunakwambia wewe, nihiyo ni ya ni kitu kingine ya mwisho yes. Nyinyi watu polisi wetu, ndugu zetu, ndio msikubali kutumiwa yes. Kwa sababu nyinyi ni watu wazuri yes. Lakini wanataka kuwatumia ati nyinyi na wananchi mkuwe maadui. Pesa lipi yenu wamekata, wamekata pe, munaishi kwa manyumba kama nini Ilai, kama, kama vikombe <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah, alafu mnapiga watu wenye ya, yeah. Wanaishi kwa vashoni kweli jameni, hiyo ni ungwana kweli jameni, mbaa mtu yeah. <laughs> <laughs> anaishi hata wafanyi polisi <laughs> lakini anatembea, msijali, natembea atawaundia nini?